DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Iddi Ssessanga na kwanza ni muhtasari wake. Meya wa Istanbul na mpinzani mkuu wa Rais wa Uturuki achaguliwa kuwania urais akiwa korokoroni. Koti nchini Korea Kusini yafuta uamuzi wa bunge kumwondoa madarakani waziri mkuu na kumrejesha kuwa kaimu raisi. Na waasi wa M23 waendelea kuwepo mji wa Walikale licha ya kutangaza kujiondoa ili kupisha mazungumzo ya amani. Habari kamili. Istanbul. Meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu ameteuliwa rasmi kuwa mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani nchini Uturuki CHP jana Jumapili, licha ya kukamatwa na kuwekwa mahabusu mapema siku hiyo akishtakiwa kwa tuhuma za rushwa na ugaidi ambazo amezikanusha vikali. Imamoglu alipata kura nyingi kutoka kwa wanachama milioni 1.6 wa chama chake huku pia akipata zaidi ya kura milioni 13 za ishara kutoka kwa raia wengine wa Uturuki, jambo lililoonyesha umaarufu wake mkubwa kama mpinzani mkuu wa rais Recep Tayyip Erdogan. Kukamatwa kwake kumezua maandamano makubwa ya nchi nzima kwa usiku wa tano mfululizo, ambapo mamia ya maelfu ya watu wamejitokeza kupinga hatua hiyo na kudai aachiliwe, wakikosoa serikali ya Erdogan kwa kutumia kesi hiyo kisiasa ili kumzuia mpinzani huyo mwenye nguvu. Hata hivyo uwezekano wa kugombea kwake urais bado haujulikani kwani uteuzi wake rasmi utahitaji kuidhinishwa na tume ya uchaguzi nchini humo, ambayo kwa sasa inaaminika kuiunga mkono serikali. Seoul, mahakama ya katiba nchini Korea Kusini imetengua uamuzi wa bunge wa kumwondoa madarakani waziri mkuu Han Duck-soo na hivyo kumrudisha rasmi kama kaimu rais wa taifa hilo. Han, ambaye ni kiongozi namba mbili nchini humo, alishika wadhifa huo baada ya rais Yoon Suk Suk-yeol kung'olewa madarakani na bunge linalodhibitiwa na upinzani kutokana na hatua yake ya kutangaza sheria ya kijeshi mnamo Desemba tatu, hatua iliyosababisha mgogoro mkubwa wa kisiasa. Hata hivyo Han, nan, an... Hata hivyo Han naye aliondolewa na bunge hilo mwishoni mwa Desemba, baada ya mvutano mkali na wabunge wa upinzani mahakama ya Katiba leo imetangaza kufuta uamuzi huo dhidi ya Han, lakini bado haijatoa hukumu kuhusu rais Yoon. Endapo mahakama hiyo itaidhinisha kung'olewa kwa Yoon, Korea Kusini italazimika kufanya uchaguzi mpya wa rais, lakini ikimpa ushindi Yoon atarejesha rasmi madarakani. Goma kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda limeendelea kushikilia mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo licha ya hapo awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. M23 ilisema ingeondoa vikosi vyake nje kidogo ya mji huo ili kuweka mazingira mazuri ya majadiliano, lakini pia ililionya jeshi la serikali kutorejea katika mji huo. Hadi jumapili hali ilikuwa tulivu mjini Walikale, bila mapigano mapya kuripotiwa, ingawa mapigano yaliendelea kwenye mkoa wa jirani wa Kivu Kusini, kati ya M23 na no, wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Juhudi mbalimbali za kidiplomasia, zikiwemo makubaliano ya kusitisha mapigano na mazungumzo kati ya viongozi wa Kongo na Rwanda, hadi sasa zimeshindwa kumaliza mapigano yanayoitishia amani kwenye eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini. Ni taarifa ya Habari za Ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Gaza City, wizara ya afya ya Gaza imeripoti kuwa idadi ya wa Wapalestina waliouawa kwenye vita vinavyoendelea imevuka watu elfu hamsini. Ingawa takwimu hizi haziwezi kuthibitishwa kwa njia huru, lakini mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa yanazichukulia kuwa za kuaminika kwa, kwa kiasi kikubwa. Vita hivyo vilianza baada ya Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7, 2023 ambapo takriban watu elfu moja na mia mbili waliuawa na zaidi ya 250 kuchukuliwa mateka. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki sita, mashambulizi ya Israeli yameendelea wiki hii na kusababisha vifo vya mamia wa zaidi ya wa Wapalestina. Katika mashambulizi mapya ya watu wapatao 30 wameuawa kusini mwa Gaza, wakiwemo viongozi wawili wa juu wa Hamas, Ismail Burhan na Salah al Bardawi. Jeshi la Israeli limesema mashambulizi yake yamelenga viongozi wa Hamas wanaotumia maeneo ya raia, ikiwemo hospitali kama ngao, na lilikuwa limewataka wakazi kuondoka kwenye maeneo ya mapigano. Toronto, waziri mkuu wa Kanada Mackane na mpinzani wake kutoka chama cha Conservative wamezindua kampeni zao za uchaguzi Jumapili, wakionyesha msimamo mshima wa pamoja kupinga vita vya biashara vya rais wa Marekani Donald Trump na vitisho dhidi ya uhuru wa Kanada. Kauli za mara kwa mara za Trump kwamba Kanada inapaswa kuwa jimbo la 51 la Marekani na hatua zake kali za kibiashara vimeibua hasira na kuongeza uzalendo nchini Canada, jambo ambalo limekipa nguvu isiyotarajiwa chama cha Libro cha Kani. Kani amesisitiza azma ya Canada kulinda uhuru wake, akisema hatutaruhusu hilo litokee, na kuielezea kampeni hii kuwa muhimu katika kulinda rasilimali, ardhi na utambulisho wa taifa hilo. Uchaguzi wa tarehe na 9 April, sasa utazingatia zaidi ni chama gani kina uwezo mzuri wa kukabiliana na vitisho vya Trump badala ya masuala ya ndani kama vile uhamiaji, makazi na kujiuzulu hivi karibuni kwa aliyekuwa waziri mkuu Justin Trudeau. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow ili kusitisha vita baada ya mashambulizi ya droni za Urusi kuua watu saba katika miji mbalimbali mbali ya Ukraine usiku wa kuamkia Jumapili. Akizungumza kabla ya mazungumzo kuhusu usitishaji mapigano nchini Saudi Arabia kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine, Zelenski amesema ni lazima vikwazo dhidi ya Urusi viimarishwe ili kuzuia mashambulizi zaidi na kuongeza kuwa wiki hii pekee silaha zaidi ya 26 zilitumiwa dhidi ya Ukraine, nyingi zikiwa na vipuri kutoka nje. Hata hivyo, Urusi imesema mazungumzo hayo yatakuwa magumu na kwamba ndiyo kwanza yanaanza, huku swala kuu likiwa makubaliano ya awali kuhusu kusafirisha nafaka kupitia Bahari Nyeusi. Marekani imesema ina matumaini ya mafanikio kuhusu usitishaji mapigano katika eneo hilo, ingawa rais Vladimir Putin alikataa pendekezo la kusimamisha vita kabisa kwa siku thelathini, akipendekeza badala yake kusitisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati pekee. Khartum, raia watatu wameuawa Jumapili katika shambulizi la kombora alilofanywa na kikosi cha RSF katika eneo la Omdurman karibu na Khartum. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon.